Asalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, nimetuma voice hii kwa kila mmoja anayesoma, kwa kila mwenye masikio apate kusikia, kwa kila mwelewa apate kuelewa. Huu ujumbe unaunganisha na hiyo picha ambayo unaiona hapo. Ni kwamba utakapopokea sauti hii, basi utakapotuma, basi utume sauti hii ikiwa inaunganishwa na picha hiyo ni kwamba picha unayoiona ni ya mtoto mchanga ambaye amezaliwa siku moja, na siku hiyo huyo mtoto alipozaliwa aliongea, na siku hiyo akawa amefariki. Kabla ya kifo chake, mtoto aliongea kwamba dunia imeisha, dunia imeisha, kila anayefanya dhambi, kila anayefanya mabaya abadilike. Mtoto yule akawa amefariki. Lakini baada ya muda mtoto yule tena akawa tena kama akafufuka, yaani ni kama kafa kwa mara ya kwanza na pia kafa kwa mara ya pili. Akarudia tena kusema maneno yale yale ya mwanzo kwamba dunia imeisha, dunia imeisha, kila anayefanya dhambi, kila anayefanya mabaya abadilike kwa mara nyingine tena, baada ya maneno hayo, yule mtoto tena akawa amekufa. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye unaisikia sauti hii, kwa wewe ambaye umeipokea picha hii kwa muda huu, kila unapomaliza kuisikia sauti hii, naomba umsambazie ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, mpendwa wako, jirani yako kila mtu, na kama una grupu vikundi, sehemu zozote, sio kufuatiana miziki, picha hapana. Ujumbe huu ni muhimu sana, kwa sababu ukishaupokea huu ujumbe na usipoutuma utakutwa na janga la maradhi ambalo lisilopona <laughs> lisilotibiwa hospitali wala popote, ila ukishatuma ujumbe huu, basi maradhi atakuondoka hutokutwa na maradhi yoyote tena, na Allah atakufanyia wepesi kwa kila jambo, kwa sababu utakuwa umefanya jambo zuri kuelimisha pia jamii, kuelimisha ndugu zako, kuelimisha marafiki zako. Kwa hiyo nakuomba usikae nao, unapomaliza kusoma jaribu kumtumia kila mmoja, kila rika, usiangalie kila rika, jaribu kumtumia, ili nasi wanadamu tupate kujifunza. Amina.